Mtindo wa kuandika barua rasmi na mfano wa barua rasmi iliyoandikwa. Huu ndio mtindo wa kuandika barua rasmi. Katika upande wa juu kabisa, upande wa kulia wa karatasi, tuna anwani ya mwandishi na chini yake tarehe ya barua hiyo. Chini ya tarehe, upande wa kushoto, tunafuatiwa na anwani ya mwandikiwa. Baada ya anwani ya mwandikiwa, tunafuatiwa mtajo kisha kiini au lengo, aya ya kwanza, aya ya pili na aya zingine, alafu mwisho kabisa tuna hitimisho. Hebu tazama mfano ufuatao wa barua rasmi, ambayo ni barua ya kuomba kazi. Sehemu ya kwanza ni anwani ya mwandishi. Mwandishi wa barua hii ni Jasiri Kahindi, sanduku la posta mia tano na tatu, ametokea Embu. Kisha baada ya anwani ya mwandishi tunaona tarehe ya barua hii. Ni tarehe ishirini na sita Oktoba mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Sehemu inayofuata baada ya tarehe ni anwani ya mwandikiwa au ya mpokeaji wa barua. Barua hii itapokelewa na meneja, kampuni ya taifa ya mawasiliano, sanduku la posta mia sita ishirini, eneo la Nairobi sehemu inayofuata baada ya anwani ya mwandikiwa ni kichwa au mada ya barua mada ya barua huandikwa hivi yahusu kisha ueleze ombi la kazi ya katibu msaidizi baada ya mada mtaje ufuata kwa bwana au bibi Kifupi bwa au b. Baada ya hayo, mwili wa barua hufuata, na mwili huwa na aya mbalimbali. Katika barua hii yetu ya kuomba kazi, aya ya kwanza: ninaandika barua hii kuomba nafasi ya kazi ya katibu msaidizi iliyotangazwa katika gazeti, gazeti la Daily Nation la tarehe 20 Oktoba mwaka 2025. Ikumbukwe kuwa siku zote barua rasmi haina salamu wala kumjulia mwandikiwa hali. Aya ya pili, mimi ni uhitimu wa stashahada ya uhazili na usimamizi wa ofisi kutoka chuo cha kiufundi cha Embu. Nimefanya mafunzo kwa vitendo katika ofisi ya mkurugenzi wa elimu kaunti ya Embu ambapo nilijifunza stadi muhimu kama vile uandishi wa barua rasmi, upangaji wa ratiba, utunzaji wa kumbukumbu na matumizi ya kompyuta. Aya ya tatu, nina nidhamu, uwajibikaji na uwezo wa kufanya kazi kwa kushirikiana na wengine. Nimeambatanisha nakala za vyeti vyangu pamoja na wasifu wangu CV, kwa ajili ya marejeleo. Aya ya nne ambayo ni ya mwisho, ningefurahi sana kupewa nafasi ya kufanya mahojiano ili kueleza kwa kina zaidi jinsi ninavyoweza kuchangia katika taasisi yako. Baada ya sehemu hiyo ya mwili tuna sehemu ya hitimisho . Sehemu ya hitimisho humaliziwa kwa maneno haya, wako mwaminifu. Kisha mwandishi anaandika sahihi yake na kufuatiwa na jina lake kamili. Kwa mfano, wako mwaminifu, sahihi, Jasiri Kahindi. Natumai video hii ni ya manufaa kwako. Iwapo una swali lolote, andika kwenye comment section.